kama akitanuka chambo cha watu wanavyosema kinuke. Hatuna nchi nyingine mbadala tutakayoenda sisi kikiwo kimenuka katika nchi hii ya Tanzania, na tukumbuke kwamba Tanzania ndio kimbilio la nchi zote ambazo wao kuna machafuko. Tanzania na hasa walio bungo tunaomba wajitokeze kwenda kupiga kula siku ya tarehe ishirini na tisa Jumatano, Oktoba ishirini ishirini na tano ili kutimiza ule wajibu wa kikatiba kwenye katiba yetu ya Tanzania lakini rai yetu ya tatu tunawasihi wa Tanzania tudumishe ile amani ambayo tumekuwa nayo siku zote. Hatuna desturi ya ghasia, hatuna desturi mbaya ya maandamano, hizo sio desturi zetu. Hebu tuendelee kudumisha amani na kuwa watulivu. Tusikubali kabisa Watanzania kubadilishana goroli na, na alimasi. Tusidanganywe kabisa tukaletewa goroli zikachukuliwa alimasi zetu, tukatae Tukatai kabisa sisi huko tumekuishia hama, tunataka amani na utulivu, tuendelee kuswali kwa nafasi bila kulindwa, tusione vita. Tunaona kwenye TV vita. Ikitokea tutasambaratika, hatutakuwa na amani, hatutakuwa na utulivu wa kuswali, hatutakuwa na utulivu wa kupika, hatutakuwa na utulivu wa kulea watoto. Ninawaonya akina mama wenzangu, mama mkanye mwanao, baba hamasisha familia na jamii nzima, ili tuende salama Tubaki na amani yetu na utulivu, tujitokeze kwa wingi, tukapige kura, tukapomaliza kupiga kura, basi turudi majumbani kwetu, na hilo ndio la msingi. Narudia tena, niwaombe sana wafanyabiashara wenzangu wa wilaya Ubungo, wilaya Ubungo, October, ingi, ya Ubungo kwa machinga wenzangu wa wilaya ya Ubungo siku ya tarehe 29 Oktoba tujitokeze kwa wingi, tuende tukapige kura. Baada ya kupiga kura, basi turudi majumbani mwetu.